Habari za leo mwana SNS bila shaka umzima wa afya tumekuwa tukiangalia silaha mbalimbali mbali. Tumeangalia ndege za kivita tumeangalia makombora na silaha nyingine nyingi na vifaa vingine vingi vya kijeshi ambavyo vinatumika na nchi za wenzetu zilizoendelea kama vile Marekani, Urusi, China na nchi nyingine nyingi, lakini leo nataka tuje hapa kwetu nchini Tanzania na tutaangalia moja ya kifaa cha kijeshi ambacho kimekuwa kinatumika na jeshi la wananchi wa Tanzania, na chanzo cha kuona tuliangalia ni kutokana na namna kilivyokuwa kina teknolojia nzuri na kimeendelea, na chenyewe sio Eh, silaha nyingine, bali ni helikopta ya kijeshi ambayo helikopta hii ya kijeshi imekuwa inatumika na jeshi la anga la Tanzania, ambalo unaweza ukasema Tanzania Air Force, ambayo ni tawi la jeshi la wananchi wa Tanzania. Helikopta hii ni hel helikopta ambayo imeendelea sana, ina teknolojia ambayo ni nzuri sana, na hapa Tanzania imekuwa inatumika kwa nadra sana. Imekuwa ikitumika kwa ajili ya usafirishaji wa viongozi mbalimbali mbali, lakini pia unaweza ukasema, mara nyingi tumekuwa tunaona labda inapandwa na rais, na mara ya mwisho hivi karibuni Mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Tanzania CDF Jacob Mkunda kwa niaba ya Rais Samia amekwenda kutoa mkono wa pole kwa familia ya marehemu sajenti Muhammad Abdalla ambaye aliuliwa na kikosi cha M23 Januari 24 mwaka, mwaka huu wakiwa katika jukumu la kulinda amani jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Sasa mkuu wa majeshi akawa ametoka na kwenda huko Zanzibar, katika visiwa vya Zanzibar, na ndege ambayo wameitumia ni ndege hii. Kwa hiyo ni ndege ambayo ni ya muhimu sana Nataka tuiangalie sifa na uwezo wake, na pengine kwa nini Jeshi la Wananchi limeweza kuamua kuinunua ndege hii, helikopta hii ambayo mkuu wa majeshi alikuwa ameipanda, sio nyingine, bali ni kati ya helikopta nne za jamii hiyo ambazo Jeshi la Wananchi wa Tanzania lilinunua, nitaelezea wakati na funga, lakini inajulikana kama Eurocopter AS532 Kuga. Mwanzo ilikuwa inajulikana hivyo, Eurocopter AS532 Kuga, lakini kwa sasa hivi inajulikana kama Airbus H215M, ambayo inatengenezwa na kampuni ya Airbus na ni twin engine yani ina engine mbili, ambapo ina uwezo wakati wa unyanyuaji, na inatumika na majeshi na operation mbalimbali, na helikopta hii imetengenezwa kutokana na helikopta ya mwanzo ambazo zilikuwa zinajulikana kama Aerospatial SA 332 Puma ambapo inaweza ikatumika kwa ajili ya kutoa msaada wa kimkakati, lakini pia katika operesheni za utafutaji na uokoaji, lakini pia katika operesheni maalumu, lakini pia inatumika katika uokoaji wa kimatibabu ama unaweza ukasema medical evacuations. Na na helikopta hii utaweza ukaona kwa nini jeshi la wananchi liliweza kuichagua kwa ajili ya jeshi la anga la nchi ya Tanzania. Ni kwa nini? Kwa sababu ya uwezo wake wa kuweza kunyumbulika na kudumika katika matumizi mbalimbali mbali. Lakini sasa, sifa za jumla za ndege hii kwamba inakuwa ina crew ama unaweza ukasema watu wawili ambao ndio yule rubani pamoja na rubani msaidizi wake, hao ndio waongozaji. Lakini uwezo wake wa kubeba, inaweza ikabeba mpaka wanajeshi 29 eh, ambapo hao wapo katika uwezo wa jumla wa ndege hiyo kubeba, ambayo ni jumla ya tani elfu sita hiyo ndio inaweza ikabeba, eh, kilo elfu sita ambayo ni sawasawa na tani sita. Lakini pia urefu wake ni sawasawa na mita 15.53 ama futi 51 ina urefu ule wa pangaboi zile ama rota kwa namna nyingine, mita kumi na tano nukta sita ama unaweza ukasema futi hamsini na moja nukta mbili na inabidi kufahamu helikopta hii ina rota nne tofauti na nyingi watu walivyozoea. Hii ina, ina pangaboi ya kwanza, pangaboi ya pili, pangaboi ya tatu na pangaboi ya nne, zote zikizunguka kwa pamoja. Helikopta hii ina kimo cha mita 4.9 mbili ambayo ni sawasawa na futi 16.1, lakini pia ina uzito ikiwa hai haina kitu yani haijabeba kitu yani uzito wake wa jumla ni kilo 4430 ama unaweza ukasema pound 9548. Uwezo sasa wa ndege hii kama nilivyosema, ina injini mbili ambazo injini hizi mbili kila injini moja inafahamika kama Turbomeka Makila 1A1 turbo shaft engine. Hizo ndo uh, injini mbili ambazo inazo, ambazo zina horse power ya 1877 ambayo ni sawasawa na kilowat elfu moja mia nne kwa kila injini, hiyo ndio nguvu ya kila engine. Kwa unaweza ukaona ni kwa nini ina nguvu kubwa kiasi hiki na ina uwezo wa kunyanyua mzigo mkubwa kiasi hiki, ni kutokana na hizi engine zake, na pia hizo hizo injini ndo zinaipa kasi yake kubwa sana ambapo inaweza ikaenda maximum speed ama kasi ile kubwa zaidi ya mwisho kabisa ya kilomita eh, 278 kwa lisaa, lakini pia eh, ikiwa ina kasi yake ya kawaida kabisa comfortable kabisa cruising speed ni kasi ya kilomita 250 kwa lisaa. Inaweza kaenda umbali wa katika operation zake wa zaidi ya kilomita 8a 850, hiyo ndio mbali ambayo inaweza ikaenda, ambayo ni sawa na maili 533. Unaweza kuona zina uwezo wa kiasi gani na kwa nini zinatumika eh. Zinaenda kilomita nyingi sana, inamaanisha zinaweza kutoka hapa zikaenda zikatoka Dar es Salaam na zikaenda Dodoma na kurudi Dar es Salaam pasina shaka yoyote kabisa. Lakini pia zina una, umbali ama unaweza ukasema kimo ambayo zinaweza zikaenda, ni kimo kikubwa sana zaidi ya kilomita sita. E, kutokea ardhini zinaweza zikapanda urefu huo ambao ni sawasawa na futi elfu ishirini lakini pia kasi ya kupanda juu ni sawasawa na mita nne nukta moja kwa sekunde. Hiyo ndo kasi ya kupanda juu. Pia ina uwezo ama, unaweza ukasema avionics ama sifa zake ama vifaa vyake E, vya vinavyoiwezesha kupaa ngani ambako, e, kama ina glass cockpit, ama unaweza ukasema sehemu ya marubani ambayo wanakaa na kuweza kuona nje ikiwa ni ya kioo, lakini pia ina system za kisasa kabisa za uendeshaji kutokana, lakini na aina ya ndege hiyo ilivyo, kwa sababu kuna aina nyingi nyingi kidogo za model hiyo, lakini pia inatumia zile tunazosema eh, NVG ambazo NVG hizi zinakuwa ni night vision goggles. Ina maana usiku, rubani kwa sababu haoni, anakuwa anavaa vifaa maalum ama vitu maalum anavaa katika macho vya kumwezesha kuweza kuona usiku, lakini pia ina mifumo ya kisasa ya uendeshaji pamoja na, lakini pia ina, inasemwa kwamba kuwa na autopilot ambayo anakuwa ni rubani ule wa, wa automatic yani na mfumo wenyewe yani, inaendeshwa inajiendesha ndege yenyewe katika baadhi ya mazingira, sio mazingira yote, lakini sasa kuna optional. E, kwa sababu ndege hii inategemewa inatumika kwa mazingira gani? Ile ya kwetu tumeiona ni ya kijeshi pia, hata zile camouflage rangi ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Lakini pia kama itaenda kutumika vitani ka, ikaingia katika uwanja wa kivita, ambayo ile ya kwetu hatujaona inakuwa inafungiwa, sasa ina uwezo wa kufungiwa na bunduki Eh, ambayo bunduki yake inakuwa ina mtutu wa milimita saba nukta sita au inaweza ikawa ina mtutu wa milimita kumi na mbili nukta saba. Hiyo ndio mtutu ama kariba hizo zinakuwa ni machine guns eh, lakini pia ina uwezo wa kutumiwa wa kufungiwa makombora ya roketi, mifumo ya, ya urushaji wa makombora ya roketi, lakini pia baadhi nyingine zinafungiwa uwezo wa kujilinda zenyewe, kujilinda na mashambulizi ama kujilinda na makombora. Na pia kuongezewa ulinzi wa ziada katika ile eh, katika ile bodi yake ama ama ya, ama unaweza ukasema ama yake. Kwa hiyo hiyo, unaweza ukaona hiyo ni kutokana na, na matumizi ama, ndege ile itaingia wapi umeona? Lakini sasa pia tunakuja tunaangalia matumizi ama namna gani hii imekuwa inatumika mwanzo. Niligusia nikasema inaweza ikatumika usafirishaji wa vikosi katika maeneo mbalimbali, lakini pia ina uwezo wa kutumika kwa ajili ya operation mbalimbali mbali za uokoaji, lakini pia inaweza ikatumika kwa ajili ya operation za utoaji wa misaada mbalimbali mbali ya kibinadamu e, na uokoaji katika majanga ya kawaida chana zile operation nilizosema mwanzo ni operation katika uwanja wa kivita, lakini pia inaweza ikatumika kwa ajili ya usafirishaji wa viongozi muhimu, kama sisi ambapo unasema VIP, kama vile eh, mkuu wa majeshi, rais ambaye ndo amiri jeshi eh, na viongozi wengine waandamizi wa jeshi ama wa serikali, lakini pia inaweza ikatumika kwa ajili ya misheni mbalimbali mbali, kama vile misheni dhidi ya ugaidi, lakini pia na zile special operations ama operesheni maalumu za kijeshi na misheni mbalimbali mbali. Kwa hiyo helikopta hii ni moja ya helikopta ambazo ni bora sana sana sana sana na na imeweza kununuliwa na nchi mbalimbali duniani, ikiwa inatumika na baadhi ya mataifa ya Afrika, lakini pia Ufaransa kwenyewe ambao ndio ndege yao hii wanayo, lakini pia Finland ambao pia nao wanasemwa kuwa na ndege hii, lakini mimi nilitaka tuangalie zaidi nchi za Kiafrika ambazo zimenunua ndege hii ya AS 532 Kuga nchi ambazo zimeweza kunua ndege hii ama aina ya ndege hiyo kwa sababu tofauti zinakuwa ni ndogo sana katika sifa tu zile. E, kuna nchi kama ya Nigeria ambayo inasema kuwa jeshi la anga la Nigeria, Nigeria Air Force inasema kuwa nazo, lakini kuna nchi ya Benin ambayo wao walinua kutokea kwenye jeshi la Jordan, wao wanasema kuwa nayo, lakini wao wanazo tatu za AS 332 M1. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo ni variant ambayo e, ndege hizo wamezipokea Juni 28 mwaka 2023. Gabon pia wanasema kuwa nayo wana version yao kama AS332 L1 e, kama ilivyokuwa wale wenzao wa Benin M1 wao wana L1 ambao wenyewe inasemekana wameanza kuzitumia kuanzia Mei 2020. Mali pia, Mali wanasema kuwa na wao kama ya kwetu sisi H215 ambayo wenyewe inasemekana mbili ndizo ambazo wanazo mpaka sasa hivi. Malawi, Malawi jeshi la anga la Malawi linasema pia kuwa nazo na ines, sio nyingi sana, inasema walau kama mbili lakini pia jeshi la Zimbabwe linasema kuwa linatumia AS 532 kuga kwa ajili ya usafirishaji wa viongozi eh, waandamizi mbalimbali. Lakini mbali na wao, sasa tunakuja kwetu sisi Tanzania, ambapo sisi mwaka 2017 tulioda ndege ambazo mbili, h H215 kuga pia tukaoda kaka zake, yaani matoleo ya baadaye wawili tena, ambao ni H225M Super Kuga helicopters. Hizi ndio ambazo tulizioga, lakini pia hizi ndio ambazo tulizioda lakini pia, inasemwa sasa eh, ndege hizi ziliwasilishwa mnamo Septemba mwaka 2018. Ndivyo ambavyo ziliwasilishwa zikafika Dar es Salaam na kuweza kujiunga na jeshi la anga la wananchi, ambao unaweza ukasema TAFC, ambayo Tanzania Air Force Command. Hiyo ndio eh, huo ndio mwaka ambapo ziliweza kuja na kujiunga, kwa hiyo E, ni ndege ambazo ziliweza kuing, zimeweza kuingia na kuongeza nguvu. Hatuna ndege nyingi sana na hapa kweli. E, tunaona kabisa jeshi letu lina ye, hitaji kujiboresha. Sasa jeshi la anga tuna ndege nyingi sana na pia tuna ndege nyingi sana ambazo tuliweza kuzistafisha, ndege ambazo ziliweza kutumika kama MiG zile ambazo ziliweza kutumika katika vita vya Tanzania na Uganda, nyingi zimestafishwa. Kwa hiyo e, jeshi letu bado linahitaji uboreshaji wa hali ya juu. Hata helikopta hatuna nyingi sana, ukiangalia tulizonazo hazizidi hata kumi. Kwa zile taarifa ambazo sisi tunazo za ufuatiliaji, labda zipo lakini hazijatangazwa, lakini hizi kuga zenye ziko nne na nyingine kama vile Bell ambazo zipo e, na zimekuwepo muda mrefu zilikuwa zime, zikitumika Bell hizi ni, ni za Marekani e, kwa hiyo unaweza ukaona leo nimeamua tuje kwetu tuangalie vya kwetu na tuweze kuona sio tu tunaangalia tunaangalia vya Ulaya, tunaangalia silaha za wenzetu kila siku. Lazima tuangalie za kwetu, lakini wito ndo huo. Inabidi pia sisi, na sisi majeshi yetu yaweze kujiwezesha na kuwa yana ubora mkubwa kama ambavyo itahitajika kwa operation mbalimbali. Lakini pia tu inabidi kufahamu kwamba kitu kimoja, kwamba ndege hizi ni gharama sana, ni gharama sana kwa hiyo sio rahisi pia, unaweza ukaelewa kwa nini tunazo chache. Sio rahisi kuwa nazo nyingi, kwa sababu moja eh, ya hizi ndege inasema kuwa na thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani eh, milioni 15 mpaka 20. Hiyo ndio ina, inasemwa. Sasa ukiangalia hiyo ni fedha ambayo ni nyingi, unaongelea zaidi ya bilioni 30 na za Kitanzania ambazo ni pesa nyingi sana, bilioni 30 kwa helikopta moja tu